Hey guys, leo tutaenda kujifunza jinsi gani ambavyo tunaweza kutengeneza hawa wanyama ambao unaona wadogo wadogo kama kapaka haka, ukicheki mbuzi ng'ombe, yani leo tutaenda kujifunza kutengeneza vitu hivi vyote kwa njia rahisi kabisa na AI kutumia mwanzo mwisho na Google Chrome. Na mara baada ya kuingia katika Google Chrome utaenda kuingia kwenye chat GPT. Baada ya kufika katika chat GPT, hapa kuna prompt hii ambayo nitaenda kuiweka chini kwenye description hapo, utaenda kuichukua na utaitumia katika kutengeneza wanyama hawa. Nitaenda kuipaste kui hapa, tena kuipaste hapa vizuri kabisa, nitabonyeza kisha bonyeza send, Unaona, hapa itaenda kututengenezea picha, lakini hapa nimekuonyesha tu kwamba ni vitu gani ambavyo itaenda kutengeneza. Umeona hapa imeshaenda kututengenezea picha yetu kama hii hapa, hii nimetumia hii ChatGPT kutengeneza. Sasa hapa nitaenda kuonyesha kwamba nitaenda kujiambia, kuiambia hivi change naendekea kwa Kiswahili liuelewe badili

Kama action katika picha itakayotengenezwa, kisha nitakaa kubonyeza hapo send. Akaniambia nataka prompt hii badilishwe ili iwe kama maelezo ya tukio linalotokea ndani ya picha kama ndiyo, mkono wa mwanadamu unashikilia viumbe viwili vidogo vya sasa. Hapa kitu ambacho ntaenda kufanya ni kwamba ntaenda kopi mkono wa mwanadamu hapa, hii inafanya mwonekano wa viumbe huyu kwenye sehemu, taenda kopi kama hivi. Na mara baada ya kopi kama hivi na hii picha yetu hapa, hii picha ntaenda kui download Umeona, eh? Mara baada ya kuidownload, nitaenda kuingiza katika application ambayo tutaenda kuifanya picha hii iende kuwa video. Sasa kabla sija kupeleka huko, ngoja nikuelekeze the way ambapo unaweza kwenda kutengeneza picha. Kwanza kabisa utakuja hapa, utaenda kuingia kwenye piclumen.com. Kisha uanze, utakuja kwenye generate for free, kama ukiwa una account, utaenda kutengeneza account. Na mara baada ya kutengeneza hapo utakuja hapa juu utapesti prompt yako, utaipesti vizuri kabisa, ndio kuonyesha hapa. Taenda kuipesti vizuri kabisa hapa, taenda kuipesti kama hivi. Ntakuja hapa, ntaandika small adorable nini nini hizo, kisha nitakuja hapa, nta iklik e kama hivi nitaenda kuisend kwa mara. Baada ya kuisend, nitaenda kusubiri hapo picha ijitengeneze kwa maana yake. Hapa nitasubiri kwa muda kidogo, mpaka pale ambapo picha yetu itaenda kutengenezwa vizuri kabisa. Let us wait, tunasubiri kidogo, then tunaenda kuangalia picha yetu ambayo itaenda kutengenezwa hapo. Kwa hiyo ukiangalia, hizi ni baadhi ya vitu ambavyo nimetengeneza kwa kutumia prompt hii. Kwa kitu ambacho taenda kubadilisha ni vitu vichache tu ambavyo utaenda kubadilisha, utaenda kubadilisha idadi pale, na ukiachana na idadi, basi kitu kingine ambacho utaenda kubadilisha ni kwamba utaenda kubadilisha pale aina ya mnyama. Kwa hiyo kama hivi picha yetu imeshatengenezwa umeona. Sasa picha hii ukitaka ku download utabonyeza hapa. Hapo tutakuwa tumemaliza ku generate picha yetu. Kwa hiyo kitu ambacho tutaenda kufanya ni kwamba tutaenda kuingia katika howlo.com, tutaenda kuingia katika howlo.ai. Haulo AI hapa, na mara baada ya kuingia katika Haulo AI kama hivi, kishaingia kwenye Haulo AI kama hivi, kitu ambacho tutaenda kufanya ni kwamba tutakuja kwenye create hapa hivi create, and then ukishakuja kwenye create, nitakuja hapa kwenye picha hapa nitabonyeza. Nikishabonyeza hapa nitakuja hapa, nitachagua picha yangu hii, na kisha nitabonyeza done. Nikisha upload picha yangu hapa chini ndo nitaenda kuweka kile kitendo ambacho nataka picha hii iende kafanye. Kwa mfano naweza nikasema kwamba make them jiandike, wafanye kwa Kiswahili tu wafanye wafanye wafanye wawe wawe I don't know the error panahera gani hapa, ila naona inaandika maneno mara mbili mara mbili, mbona okay, tuone. I don't know the problem. Je, niandikie ambayo tulichukua hapa, mkono wa mwanadamu hapa. Na mara baada ya kuandika prompt yako hapo, unaandika kile kitendo ambacho, hapo una upload picha yako, unaandika kile kitendo ambacho unataka picha hii ya wanyama wafanye. Kwa mfano, unaweza kusema labda wao wanabweka au wanafanyaje, kitu chochote kile. Ukishamaliza utakuja hapa chini kabisa, hapa utaona mahali pameandikwa, si hapa hivi, hapa utakuja, utapa click hapa hivi, na hapo picha yetu tutaona inatengenezwa. Jiangalia hapa pembeni hapa, utaona inatengenezwa hapa ku tutasubiri kwa dakika kadhaa, and then tutaenda kuona video yetu hapo ilivyotengenezwa vizuri kabisa na kubadilishwa kutoka katika picha kwenda kuwa video. Tusubiri kwa sometimes It hapa inachukua muda sana, sana kwa sababu leo nishaitumia sana kutengeneza vitu vingi, that's why kwamba ina take a lot of time, ila kama ukiwa na email yako akaunti ni mpya, ujaitumia siku hiyo, basi unaweza ukajenerate kwa speed kubwa sana ndani ya muda kadhaa tu, kwa umetengeneza video nyingi sana. Kwamba hapa ukiwa na email zako kama tatu au nne, unaweza ukagenerate video kila siku na isiwe na shida yoyote. Kwa hapa tutaenda kusubiri kwa muda kidogo, and then na ni yetu itaenda kutengenezwa hapa, kwamba natakuwa ni subiri kwa sekunde i sekunde dakika kwa dakika 32, kwa eti, kwa sababu hapa mimi sijatumia akaunti ambayo ni ya hela, yani sijalipia akaunti that's why. Okay, basi hapa ba nimebadilisha akaunti, nitakuja hapa kwenye create. And then nitakuja hapa, nitachagua picha yangu kama hivi, nitaenda kubonyeza hapa done. Mara baada ya kuingia hapo, nitakuja hapa, nitaenda kupesti hapo hii, alafu pia nitakuja hapa kwenye generate. Generate hapa, kama unavyoona video yetu itatengenezwa. Umeona kwamba optimizing prompt in progress, kwa watasubiri kwa dakika kadhaa tu, and then itakuwa okay. Guys, kwa kama mnavyoona video yetu ndo hii hapa imekamilika, ngoja tuende tukaicheki tuone ipoje. I think imeona kama hivi. Sasa kitu ambacho kitafuata hapa kwamba nitaenda kukliki hapa ili kuidownload tuendelee kuelekezana the way ambavyo utaenda kuileta katika real life sasa hii nitaenda kuingiza katika nitaenda kuingiza katika CapCut utakuja hapa tutaingia katika CapCut tutaingia katika CapCut mara baada ya kuingia katika CapCut kama hivi Utakuja hapa kwenye kuselect new project and then tuje ni select pia ni select picha moja hapa, which one which one which one. Mimi na select picha hii kwa sababu sikuitengeneza kwenye ratio ambayo nitaenda kutengeneza video ya YouTube, so I should use another picture, another image ambao nitaweza kwenda kwa mfano hii hapa tuseme, nitaenda kumaliza HD, nitaenda ku add kwa hapa. Nikishaenda ku add hii, nika na nikaleta nani yangu hapa, nikaja hapa kwenye overlay, nikajibonza add overlay, nikaja kwenye video and then nikadi video yangu hapa muone, nikishaadi video yangu hapa hii video yetu hii naweza nikaenda kui drag one, naweza nikaenda kui drag kama hivi hapa. Nafanya hivi kwa sababu nilisahau kuiweka katika ratio ya YouTube. Kwa hiyo hivi nimefanya ili kuelekeza tu, ila kwa mfano ukienda kutengeneza utaenda kuweka ile ratio ya kumi na sita kwa tisa. Kwa kama hivi unaona ki play hapa, inakuwa hivi lakini haina sound. Kwa hiyo kitu ambacho nitaenda kufanya ni hapa ni kwamba hapa nitaenda ku click and then nitaenda ku delete. Nikisha delete maana video yangu ilivyobaki eh, kwa hapa naweza nika click hapa nika duplicate, kwa mfano ili iwe ndefu zaidi. Ngoja tafute duplicate duplicate, mara baada ya ba duplicate. and then, kufanya hivi ukiangalia, huyu labda tuseme ni panya kwa mfano, tuseme hapo hapo sasa tutaenda kubonyeza hii hapa, and then tutakuja kwenye hapa hivi hapa kwenye audio. Mara baada ya kuja kwenye audio, nitakuja kwenye sound. Kuja kwenye sound hapa, taenda kutafuta cut sound, nitafanya hivi hapa. Ni kwenye CapCut hapo Nitaenda kubonyeza hapa, hiyo ndo sauti ya kati ilivyo. Kuna hii hapa, kuna hii hapa, kuna hii hapa, kuna hii hapa. Kwa hapa nitaangalia ili ambona nani kwa nzuri kama hiyo nataka click hii juu jim alama ya jumlisha kwa hapa, nikienda kufanya hivi, ukiona hapa, nitaenda kui click hii, nitaenda kui duplicate, nitaenda kui duplicate and then taibonyeza kwa kushika hivi, nitairudisha mwanzo kabisa huku, taisogeza kidogo, hili vishani hafu nitaenda kupuza hapa nataka nitengeneza kitu ambacho kitaenda kurelate na yaani video onekane kwamba kitu tofauti zaidi. <coughs> mbona kama hivyo kwa hapo. Sasa nimeshaweka sauti zangu mbili, kwa hiyo kitu ambacho nitaenda kufanya ni kwamba nitakuja hapa kwenye export, nitaenda kuexport video yangu O, kama hivi nitaenda ku export and then mara baada ya ku export, tutakuja kuangalia katika simu yetu huku. Tutakuja kwenye simu yetu hapa, then tutaenda kuangalia recent. Hii ndio yep, video yetu ambayo tumetengeneza, na naona kwamba tukiweka zile voice mwanzo mwisho kwa hivi ndio the way ambavyo unaweza kwenda kutengeneza hizi video na mtu akashindwa kuelewa kwamba umetengenezaje hivi.